Naam mtazamaji wa Trend TV, bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo vimehappen bwana ni kwamba Juma Lokole amefurahi kweli kweli kuhusiana na vitu ambavyo vimetokea hivi karibuni, nadhani utakuwa umeona huko mtandaoni. Bwana ni kwamba Mange Kimambi, baada ya Diamond Platnumz kuposti kuhusiana na sakata zima la yeye kuoa, ni kwamba Mange Kimambi amekuja kutoboa siri zake akidai kwamba yeye Diamond swala la kuoa ameoa muda mrefu na tayari ameshatoa taraka tatu, na ndo maana hata katika ule ujumbe wa Diamond unaonekana kama vile ni part 1. Kuna part 2, yani kuna muendelezo, kuna mambo mengine ambayo yamekuja kutokea baada ya issue ya yeye kuoa, umeona. Kwa hiyo watu wengi sana wakawa wanataka kujua kwamba nini kime happen, na kwa mujibu wa Mange Kimambi akasema kwamba bwana, kilichotokea ni kwamba mama Dangote akaimaliza hiyo ndoa haraka sana, yani ni kwamba Diamond alisimamiwa na mama yake atoe talaka tatu kwa njia ya simu. Japokuwa amemuoa Zuchu, ni kwamba yeye hataki hiyo issue, na ndio maana hata siku ya, siku ya sherehe kati ya siku ya sherehe ile ya final wedding ya Jux na Prissy, ni kwamba Diamond aliingia peke yake na Zuchu naye pia akaingia peke yake Zuchu akawa amekaa sehemu yake mwenyewe na Diamond pia akawa amekaa sehemu nyingine. Na hata katika interview ambayo Zuchu aliifanya nje pale kwenye red carpet, ni kwamba Zuchu alisema kwamba yeye hana mpango wa kuolewa, anasubiri tu Mwenyezi Mungu mwenyewe, haoni akiwa akiingia kwenye ndoa anytime soon, na anasubiri tu Mwenyezi Mungu mwenyewe amtafutie mtu sahihi. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho Zuchu alikizungumza, ambapo Mange ndo akaja kukapitalize, akasema kwamba kwamba bwana, ile ilikuwa ni kwa sababu ya kwamba Zuchu alikuwa tayari ameshapewa haraka tatu kwa njia kwa njia ya message na Diamond Platnumz mzee umeona bwana eh? So, kwa mujibu wa Juma Lokole amekanusha hiyo issue kwamba mambo hayakuwa hivyo, harusi ilikuwa ni ya siri na mambo mengine mengi. Lakini kabla hajaanza kufafanua hiyo issue katika kipindi cha Mashamsham, aliwaalika kwanza wadau katika kipindi hicho cha Mashamsham kwamba wasikose leo, eh, ataenda kufungua siri nyingi kuhusiana na ndoa hiyo na kitu ambacho kilichozungumzwa na dada wa Ulaya, ikiwa ana alikuwa kama vile ana imply kwamba kilichozungumzwa na Mange Kimambi hakina ukweli wowote. Hebu sikiliza kwanza hapa mbwembwe za Juma Lokole kuhusiana na hii ishu. Mama, tukutane mashamsham saa tano mpaka saa nane. Mwanaume ninaunguruma nane nane nukta tisa wasafi FM kesho, ninaunguruma. Hayo mnayasikia yote ya uongo, wafamaji wanatapatapa tu mama, hawajui huku hawajui huku, mara si tarehe tisa ndoa, mara si tarehe ngapi ndoa, mara si kaachwa, mara jamani, tukutane kesho mashamsham, namaliza kila kitu na ninawakumbusha, nitawakumbusa kipengele baada ya kipengele, ili mlielewe jambo lilifanyika lini, tarehe ngapi, saa ngapi. Kwa hiyo, jamani, msicheze mbali na Wasafi FM kesho, nitakopo pale mapema sana. Ya, so baada ya Juma Lokole kuzungumza hayo ni kwamba katika kipindi sasa cha mashamsham ndipo ambapo alipoamua kufunguka mambo mengi sana ya ndani kuhusiana na issue ya ndoa kati ya Diamondi na bibi Zuchu. Kwa mujibu wa Juma Lokole, kwanza kabisa, ameeleza kuwa ndoa ya Diamond na Zuchu ni kwamba walifunga ndoa tokea mwezi wa nne, sio kwamba labda eti ni ndoa ambayo wamefunga jana au juzi. Lakini pia kitendo cha Diamond kuoa ni kitu ambacho kimemfanya mpaka Juma ame E, amelia amemwaga machozi pale studio kwamba hal, alikuwa hajawahi kutarajia, na ni kitu ambacho kinaonyesha wazi kabisa kwamba Zuchu alikuwa anatamani kitokee na kweli kimetokea. So Juma amekuwa emotional mpaka amemwaga machozi, lakini pia akasimulia jinsi tukio zima la ndoa hiyo ambayo imefanyika tokea mwezi wa nne mpaka sasa hivi, ni kwamba wako bado kwenye ndoa. Juma hajagusia kabisa suala la kusema kwamba eti labda Diamond na na Zuchu wetu wameachana, kama the way ambavyo Mange Kimambi alivyokuwa amezungumza. Lakini ni kwamba Juma ametoboa siri nyingine za ndani kwamba siku hiyo ilikuwaje. Ni kwamba kwa mujibu wa Juma Lokole anadai kwamba Diamond Platnumz na bibi Zuchu walitoka pale kwao Mbezi mpaka Kinondoni kwa Mufti. And then walivyofika pale ni kwamba moja kwa moja usafiri ambao alitumia bwana sio zile Cadillac Escalade, labda eti msafara wa Rolls Royce. Hapana, ndoa hii waliamua kuifunga kwa siri. Hivyo basi, walienda na gari aina ya, ya ST hmm? na siti ya nyuma ndo alikuwa amekaa bibie Zuchu. Kwa hiyo walienda na ST mpaka pale Kinondoni kwa shehe, akaenda kafungishwa ndoa. Inshu ya wazazi kutokuwepo, maana pia watu wamehoji hilo swala kwamba kwa nini wazazi hawakuwepo, kwa sababu kwa kawaida pale mwanaume anapooa lazima baba wa binti awepo kwa ajili ya kumshika mkono yule mwanaume au vibwana, lakini kwa mujibu wa vitu ambavyo tumeambiwa ni kwamba sio lazima hata shehe akiwepo, pia ndoa inaswi, na hicho ndicho ambacho kilichotokea lakini pia ukiachana na hilo na kitu kingine ambacho Juma Lokole amekizungumza ni kwamba amesema kwamba yeye alishawahi kuzungumza personally na Diamond Platinumz kuhusiana na ishu ya ndoa. Umeona, kwa mujibu wa Juma Lokole anadai kwamba katika mazungumzo ambayo yeye aliyafanya na Diamond, bwana wali dai, yani huyu Juma Lokole alimuuliza Diamond kwamba je, e, bwana mpango wake wa yeye kuoa uko vipi, ana plani ya kuoa lini, kwa nini hajaoa na vitu vingine vingi ha, wakazungumza pia mpaka suala zima la kwamba Zuchu, eh, uzuri wa Zuchu kwa Diamond ni upi? Yani kwamba Diamond mwenyewe aliamua kufunguka mazito kuhusiana na issue ambayo sasa hivi anao experience mapenzi ambayo anao experience akiwa na Zuchu tofauti kabisa na mapenzi ambayo ameshawahi ku experience kwa wanawake wengine huko zamani. Kwa mujibu wa Diamond, amedai kwamba yeye huko zamani ameshapigwa matukio mengi eh. Nadhani unaelewa kwamba huyo Sara mwenyewe, yule wa mwanamke wake wa kwanza, naye alishampiga matukio mengi sana. Eh, unaambiwa kwamba kuna tukio ambalo Diamond hawezi kulisahau. Ni kwamba Diamond alishawahi kufanyaga birthday kwa Wema Sepetu na alimnunuliaga Nissan Murano, kipindi kile Murano zina trend. Ni kwamba Diamond alimnunulia Wema zawadi ya Nissan Murano, lakini kumbe kulikuwa kuna BMW ilikuwepo nje, kitu ambacho kilimuumiza sana Diamond. Yani kwamba kulikuwa kumbe kuna mwanaume mwingine alimzawadia Wema BMW wakati Diamond yeye amejikimu amejipinda akamnunulia Wema Nissan Murano kama mpenzi wake, na Wema akaamua kwenda kuchukua gari ile ya yule mwanaume ambaye alimletea BMW na kupuuza gari ya Diamond Murano, kitu ambacho kilimuuma, na Juma Lokole akasema kwamba hicho hiyo ni moja kati ya matukio ambayo alishawahi kupigwa na hato kuja kuyasahau. Umeona lakini ukiachana hilo vilevile vile, ni kwamba amelinganisha sasa na mahusiano yake ya sasa hivi na bibi Zuchu. Kwa mujibu wa Juma Lokole, anasema kwamba Diamond hajawahi kupigwa tukio lolote na Zuchu, lakini pia Zuchu ana uwezo mpaka wa kumpa Diamond simu akakaa nayo muda wowote ule anaotaka umeona eh? hicho ni kitu ambacho E, sio cha kawaida kwa wadada wengi sana sasa hivi kukuachia simu. E, sio issue ambayo inawezekana. Kwa hiyo kutokana na sifa hizo basi Diamond ameona kwamba hana budi kumwoa Zuchu, na hivyo ndivyo mambo yalivyo, na hayo ndiyo maamuzi ya Diamond kumwoa Zuchu kwa sababu ya hizo issue ambazo alizoziweka wazi Juma Lokole. So, ukiwa kama mdau weka maoni yako katika comment section, ndio tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.